Eh, kwanza samahani sana bosi, hadi nikusumbua sana huyu ni mama Chandimu, ambaye ni mzazi wa huyu. Mama yangu, haya kwa mheshimiwa <laughs> kwanza tusamehe, changamoto za kazi. Na kwanza natokea kidogo, kuna swala so, la kinizama limetokea hapa shule kwetu, tukaona kwamba tukuite ili tuweze tulie discuss kwa pamoja kuhusu huyu kijana huyu ambaye mama ake ndio huyu hapa. Huyu kijana amekuwa na mazoea sana ya ukaribu na binti yako, mpaka imefikia kuna kitu kakutwa nacho huyu. Huyu mtoto huyu kakutwa nacho kitu. Ah, mwalimu, acha niongee niongetu hivi. huyu leo nimemkamata. Nimemkamata akiwa na maadau nimemkuta na kondo atafu stoshe vile vile. Anamsingizia madam, anasema madam ndo mwenye zile kondom. Asa, huyu tabia yake sio nzuri, mjinga sana huyu baba yani.